Kundi la vijana la Laikipia Opinion Shapers limeandaa kambi ya uchunguzi wa dalili za saratani bila malipo katika maeneo ya mabanda ya Majengo, Nanyuki, kwa lengo la kuwaelimisha na kuhamasisha wakazi kuhusu umuhimu wa uchunguzi wa mapema. Sharon Nkonge anaarifu zaidi <tune> Katika maeneo ya mabanda ya Majengo, wakazi wamejitokeza kwa wingi, wengi wao wakikaa kwenye foleni ndefu wakisubiri kupimwa dalili za saratani bila malipo. Hali ngumu ya maisha na gharama za juu za matibabu imewafanya wengi kushindwa kufika hospitalini, huku changamoto za bima ya afya ya shaa zikiwazuia kupata huduma wanazohitaji. Watu wengi sana ni wale wanatolewa kwa manyumba wakiwa wamelemewa nasha kuna matatizo uko naye sha unaenda, mfano mtu akilala kule inakuwa tena, bado tunarudi kwa mifuko. Kuna screening, watu wanafanywa screening ya ya ya, ya TB wanafanywa counseling eh, kwa ile maneno ya eh, ya HIV and STDs. Kwa hivyo tunashukuru tu sana. Wakazi hawa wanasema kuwa changamoto hizi zingepungua endapo serikali ingewekeza zaidi katika ujenzi wa vituo vya matibabu ya saratani katika kaunti, pamoja na kuvisambaza vifaa vya kisasa katika hospitali za umma. Kitu kama e, screening ya kansa ukienda pale, una utaambiwa mala uende hapa, mala uende hapa, zote zinahitaji pesa na si pesa, pesa hakuna. Serikali kwa ujumla ihimisisitize ku kuhamasisha watu. Watu wengi sana hawana, hawana ujuzi, hawana ujuzi kabisa kuhusu saratani, hawana ujuzi kuhusu, kuhusu magonjwa mengine wanachama wa kundi la Laikipia Opinion Shapers wanasema walianzisha kambi hii baada ya kushiriki zaidi ya michango ishirini ya mitandaoni kwa wagonjwa wa saratani. Kitu kama kansa, watu wakipimwa, mtu anaweza pona stage one na stage two kansa, na kwa sababu unajua hujwaisikia mtu wakona stage one na stage two kansa, watu wajua ikifika stage 3 inakuaga imeanza, ya kwanza na ya kwanza ni kiwarabo, ya pili ni kiwarabo, hata kansa stage 3 huwa inaponwa. Wagonjwa ambao walikuwa wamekaa nyumbani na magonjwa, hawangeweza maybe kupata fedha ama nafasi ya kwenda kule hospitali, kwa sababu mara nyingi ukiwauliza unasikia wakisema kwamba shaa inaleta matatizo ama hata wana ile fedha na uwezo wa kwenda lakini, tuko tumewaletea hapa huduma hapa karibu na wao at the doorstep, na ni huduma ya bure kabisa. Wanatoka wanakuja, wanapata matibabu the urgently need a city scan, na mashini yenyewe iko na wanaipata kutoka wapi? NESP, National Equipment Support Program ile tu 10 million, 15 million, tunafaa. Kambi hii inatoa matumaini mapya kwa wagonjwa wa saratani na kuhamasisha wakazi kufanyia uchunguzi wa mapema kabla ya mambo kutumbukia nyongo. Sharon Nkonge Runinga Citizen, Kaunti ya Laikipia.